Kwa kweli kwa kweli, tukisema ukweli, tunaanza kuona mabadiliko makubwa ndani ya jeshi la polisi. Kwa kweli, nakushukuru kwa hadithi uliyoisema, umesema mambo ambayo yalikuwepo hayapo. Lakini hata ukiangalia nidhamu ya polisi wetu, lakini pia utendaji wa kazi wa polisi wetu manung'uniko yaliyokuwepo kwa jeshi la polisi kwa kiasi kikubwa yamepungua. Hongereni sana sana sana, na hivi ndivyo jeshi linavyotakiwa kuwa. Jeshi letu la polisi ndivyo linavyotakiwa kule kuwa vile vile. Kwa namna ya pekee nikupongeze Mheshimiwa Innocent Bashungwa kwa usimamizi mzuri wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Natambua kuwa hii si wizara nyepesi kuiongoza, lakini kwa muda mfupi ambao nimekabidhi wizara hii umekuwa mwepesi wa kujifunza na umeonesha kuimudu. Hongera sana mheshimiwa na timu yako, katibu mkuu na wengine, hongereni sana.